Karibu kwenye Tunu za Kiswahili, mahali pa hadithi za kusisimua na zenye mafunzo kwa familia nzima. Usisahau kusubscribe ili uendelee kupata simulizi nyingine kama hii. Leo tunakuletea hadithi iitwayo Sungura na Fisi, mtego wa asali. Methali ya leo: tamaa ni mti unaokuwa haraka, lakini hutoa matunda machungu. mchana mmoja wenye jua kali Sungura alikuwa akirukaruka akitafuta chakula karibu na kichaka cha miiba. Ghafla akaona mzinga mkubwa wa nyuki uliojificha juu ya mti wa mwavuli. Aliposogea, harufu ya asali ikampiga puani, akahema. Ah, hii ni bahati ya kipekee! Lakini kabla hajapanda juu, akasikia sauti nzito nyuma yake. Sungura, unaangalia nini huko? Ilikuwa ni fisi mwenye njaa, macho mekundu na tabasamu lenye hila. Sungura akahema polepole, pole akijua huyu jamaa hana mchezo. Ah, Fisi ndugu yangu, nimegundua mzinga wa asali, hebu tushirikiane tugawane kwa usawa. Fisi akacheka kwa sauti kubwa, wewe mdogo, unataka kugawana nami? Sawa, nitakuruhusu, lakini mimi ndiye nitakayochota kwanza. Sungura alijifanya kukubali, akasema, vizuri, lakini hebu tuandae mpango, maana nyuki hawa wakikasirika, wote tutajuta. Akamwambia Fisi, wewe vaa ngozi ya ng'ombe ulionayo pale nyumbani, halafu mimi nitachota asali kwa kijiti. Ukiona nyuki wanakuja, utajificha. Fisi akakubaliana haraka, akakimbia kurudi na ngozi ya ng'ombe, akaivaa kichwani Wakati huo Sungura tayari alikwisha andaa mtungi wa udongo wenye tundu dogo. Aliporudi, Sungura akamwambia sasa panda juu ya mti, chukua asali kwa makini, kisha mimina kidogo kidogo ndani ya mtungi huu. Fisi akapanda juu, lakini mara tu akianza, nyuki wakaanza kusogea. Harufu ya asali iliwafanya nyuki wakasirike, wakaelekea moja kwa moja walipoona kitu cheusi juu ya mzinga fisi Bzzz. Wakaanza kumshambulia bila huruma. Ah, Sungura nisaidie, wananiuma! Sungura akiwa chini akacheka kimya kimya, kimbia fisi, ukikimbia watakuacha. Lakini fisi alikuwa amenaswa kwenye tawi, akijaribu kushuka huku nyuki wakiendelea kumuumiza kila kona. Hatimaye akaporomoka chini akajigonga kisha akakimbia kuelekea mtoni kujitumbukiza ndani ya maji. Baada ya muda, sungura akatulia akichota asali iliyosalia ardhini. <laughs> Tamaa na haraka huleta majuto. Fisi aliporudi, mwili wake ulikuwa umevimba kwa kuumwa. Sungura, umenidanganya. Hapana fisi, nilikuonya juu ya nyuki. Ulitaka, ulitaka asali yote ule peke yako. Sasa mweonja chungu yake. Fisi akanyamaza akiwa amejifunza somo lake kwa uchungu. Tamaa na uchoyo humwangamiza mtu mwenyewe daima. Shirikiana na usitafute faida peke yako. Asante kwa kusikiliza Tunu za Kiswahili. Usisahau kusubscribe, kulike na kushiriki hadithi hii. Mpaka hadithi ijayo, kwaherini.